Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma, Tangazo la Kuitwa Kazini. Katibu wa Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma anapenda kuwataarifu waombaji kazi wa nafasi mbalimbali waliofanya usaili kati ya tarehe 12 mwezi wa 10 2024 na tarehe 15 mwezi wa 4 2025 kuwa matokeo ya waombaji kazi waliofaulu usaili huo ni kama yalivyoorodheshwa katika tangazo hili. Orodha ya majina haya pia inajumuisha baadhi ya wasailiwa waliokuwa kwenye kanzi data au database kwa kada mbalimbali ambao wamepangiwa vituo vya kazi baada ya nafasi kupatikana. Wote waliofaulu usahili na kupangiwa vituo vya kazi, barua zao za kupangiwa vituo vya kazi watazipata kupitia akaunti zao za Ajira Portal kwenye sehemu ya my application. Hivyo watapaswa kupakua na kutoa nakala. Aidha, waombaji kazi waliofaulu usahili na kupangiwa kituo wa cha kazi wanatakiwa kuripoti kwa mwajiri katika muda ambao umeainishwa kwenye tangazo hili. Kwa wale ambao majina yao hayapo katika tangazo hili watambue kuwa hawakupata nafasi au hawakufaulu usaili, hivyo wasisite kuomba kwa mara nyingine nafasi zitakapotangazwa. Mamlaka ya ajira kada, majina ya walioitwa kazini. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy TV, bonyeza neno subscribe then bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa pale tunapotoa video mpya kuhusu nafasi mbalimbali mbali za kazi Matangazo ya kuitwa kwenye usaili, matangazo ya kuitwa kazini, pamoja na update zote za kazi, pamoja na jinsi ya kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi utazipata katika channel hii, pamoja na tech mbalimbali review mbalimbali mbali. Utazipata katika channel hii. Kwa hiyo kuwa mwanafamilia wa channel hii kwa kubonyeza tu neno subscribe, then like video hii, share video hii pia, unaweza ukatoa maoni yako katika sehemu ya comment section hapo chini. Aa, bila kupoteza muda, bonyeza neno subscribe. Asante na karibu.